Api? jamii ya Wabajuni ukanda wa pwani sasa wanaitaka serikali ya kaunti ya Kilifi kuwatambua rasmi na kuwapa nyadhifa za uongozi. Kulingana na kiongozi wao Sultan Omar Sharif, katika hafla iliyoandaliwa mjini Malindi, kaunti ya Kilifi, jamii hiyo inasema kuwa muda mrefu serikali mbalimbali zimewapuuza na kuwatenga kwa miradi ya maendeleo. Sisi kama Wabajuni mwaka wa sitini na tatu wa uhuru, serikali ya Kinyata haikututambua sisi, serikali ya Moya haikututambua sisi, serikali ya Kibaki haikututambua sisi, serikali ya Uhuru haikutambua sisi. Sasa hii ndio tuko na serikali ya Ruto, ndio tunataka kujua, je, atatutambua na sisi? Kwa hakika leo tunajumuika hapa mjini Malindi tukiwa na sultani wetu lengo na shabaha ni kuwaunganisha Wabajuni wawe kitu kimoja popote walipo ulimwengu mzima, ikiwa Kenya, Afrika na ulimwengu kwa ujumla. Na hii ni siku muhimu sana sisi watu Malindi, na ni siku ya furaha kwamba tumetembelewa na kiongozi wetu ambaye ni sultan kutoka Mombasa kuja kujumuika na sisi ili ule umoja upatikane. Leo tuko Malindi kuimarisha umoja wetu kama jamii na kupitia umoja tutapata recognition